Habari, karibu jikoni kwa mama saumu Kama ni mgeni hapa, karibu sana, na kama ni mwenyeji, namaanisha umesha subscribe. na huwa unapata video zangu. Asante sana kuendelea kuwa hapa na karibu tena. Leo tupike pilau ya bata au pilau ya nyama ya bata. Tamu sana. Karibu uwe nami mwanzo mpaka mwisho. Kwa mahitaji hapa nina nyama ya bata, bata nimekata na kusafisha vizuri nikaweka kwenye sufuria ya kupikia baada ya hapo nikaweka chumvi, nikaweka kitunguu saumu, tangawizi mbichi na hii siku nilikuwa sina limao, nikaweka vinega kidogo. Baada ya hapo nikachanganya vizuri, nikaweka na kitunguu maji kizima kwa ajili ya ladha. Kisha nikaenda kumchemsha huyu bata bila maji na baadaye nikaweka maji kwa ajili ya kuiva kama hivi. Alipoiva nikaweka pembeni nikachukua sufuria nyingine nikaweka mafuta kiasi. Nikaanza kukaanga vitunguu maji kwa ajili ya kupika pilau. Sasa vitunguu vya kutosha, na vikaanga mpaka viwe brown kama hivi. Baada ya hapa, nimeweka kitunguu saumu na penyewe na kaanga pamoja, hakikisha haviungui. Vikiungua pilau halitapendeza, litapata rangi, lakini halitakuwa na ladha. Kwa hiyo hakikisha haviungui. Baada ya hapo, nimeweka viungo vya pilau au binzari za pilau, na zenyewe na nazipika pia bila kuungua kwa moto mdogo mdogo. Baada hapa nikaweka vile vipande uh, vya nyama ya bata ambavyo nimetoka kuvichemsha, nimechagua baadhi, nikaviweka hapo. Sasa hivi navichanganya na viungo ili viwe na ladha na vinukie vizuri. Baada ya hapo naweka supu ya bata. Unaweza ukatumia maji ya moto. Kwa mnaonifuatilia mnajua kabisa pilau zangu mimi huwa napenda kutumia supu, inafanya pilau inakuwa tamu. Hapa nimeongeza chumvi, nimeona chumvi ndogo. Baada ya hapo nimesubiri chemke na supu ilipochemka, sasa nimeweka mchele ambao nimetoka kuloweka, na mimi nimetumia basmati, lakini unaweza ukatumia mchele mwingine wowote. Hapa nashanganya kidogo. Baada hapa nitafunika kwa dakika kumi na tano hivi wali uchemke upikike vizuri. Baada dakika kumi na tano unachungulia kuangalia kama wali unachemka vizuri Uh, pande zote. Mara nyingi wanapenda kusema wali ili upendeze inabidi uchemke, yani kila sehemu hakisha unachemka, ili hakuna sehemu ambayo inadoda. Basi baada kuona maji yamepungua pungua hivi, nikapitisha mwiko kidogo, sio lazima huu mchele yani, unaweza tu ukaacha tu hapo, ila mimi nimepitisha kidogo. Baada ya hapa, basi nikasubiri maji yapungue kidogo, halafu nilikuwa na vipambo hivi vya kupambia vya kulemba tu mchele wangu, nilikuwa na zabibu nyeusi na hizi za njano pamoja na korosho. Nikaweka wakati huo ambapo maji yamepungua kwenye mchele wangu. Unaweza ukaweka mushoni kabisa, ila mimi nataka niweke sasa hivi. Baada ya hapa nitafunika tena dakika 30. Nilivyopamba ulikuwa kama hivi, unapendeza, unaonekana vizuri. Sio lazima option, ni option, mimi tu nimeamua kuweka Uhum. Basi hapo ndio unafunika kwa dakika kama 20 hivi mpaka thelathini uive kabisa na ukauke maji kabisa. Baada ya hapo basi pilau yangu ikawa ipo tayari pilau nyama ya bata. La ya pilau bwana nyama izidi mchele. Mimi sipendagi yani pilau mchele mwingi nyama kidogo. Mimi hapo naona pilau yangu nyama ya bata nyingi kuliko kilo za huu mchele hapa. Na kweli ukitaka pilau ipendeze nyama iwe nyingi, mchele uwe kidogo. Basi mimi pilau yangu ipo tayari na kwenda ku serve ili tule. Kama umependa hii video, basi usisahau ku like, unaweza uka comment, unaweza uka share na wengine. Na kama bado uja subscribe basi nikukumbushe usiache ku subscribe kwa ajili ya video nyingine nyingi za mapishi hapa hapa Jikoni kwa Mama Saumu. Basi pilau bata ilikuwa ipo tayari kama hivi. Na leo tumeamua kula kwenye mgomba, tumeserve kwenye mgomba hapo. Tumependa tu tule hapa basi na nika enjoy na familia yangu kama hivyo. Na unaweza kuandaa kachumbari kama mimi nilikuwa na pilipili hapo ya kupika hiyo hapo pembeni, unaweza kuandaa kachumbari yako uka enjoy kula pilau yako tamu ya bata. Matumaini yangu umependa. Kama umependa, usisahau ku like, ku comment, ku share na kusubscribe. Hadi wakati mwingine. Asante kwa kuangalia. Kwaheri.